Mheshimiwa Majaliwa ametoa kauli hiyo ile wakati wa uzinduzi wa kituo cha mabasi cha wilaya ya Nzega ambapo amesema mradi huo ulianza kwa msukumo wa mamalishe na babalishe kuweka tija na nguvu kwa kufanya biashara kwenye eneo hilo. Watu wameanza kwa shida hapa hata kuwavuta wale, ilikuwa shida, ilikuwa lazima watu watangulie. Watangulie hivi nakwenda, wakaanzisha hapa mamalishe, babalishe walijitoa wali wali wali wali wakakimbia mji wakaja huku Leo mna vibanda hivyo vichache wapangeni pole, pole kadiri ya uwezo, uwepo wao wakaye hapa hapa, wakae sasa kwenye kivuli, waanze kufanya biashara yao mamalishe mamalishe <coughs> <coughs> <coughs> na biashara nyingine. Najua kwenye mchakato huu unakuwa na, na shida. Jana nilikuwa Igunga majenga maduka vibanda 80 nimewauliza, mnawapataje wafanya biashara? Sawa, tumetumia mfumo wa tausi huko ndani, huko kuna moduli na Kiingereza, wananchi hawa yote hawajui. Nikasema mfumo huu nishagundua, mnajilenganie wenyewe, mnaojua tausi mnaujua moduli mnajua nini. Nenda pale, wanahangaika wale, wachukue wale wasema, wewe kaa hapa, wewe kaa hapa, wewe kaa hapa, au tafuta utaratibu wao kuja kujitambulisha na mnawajua wanaangaika kila siku. Kwa hiyo mnapeleka moduli tausi. Alafu majibu atoke Tamiseni badala ya hapa hapa halmashauri, lakini nyie, sisemi neno kwa sababu vibanda ni vichache. Atumieni mfumo, ameniambia msitiri kwamba wamepanga utaratibu wa wazi, wamewaita pamoja, hao wachache wataweza kufanikiwa. Lakini nataka niwasihi watumishi wa halmashauri, vyuma vichache hivi, wacheni wananchi waingie kwa wow. <tipi, tipi>, mkuu wa idara amechukua vibanda viwili wakatikaejie viko sita na vitoshi hata kwa hawa waliotangulia hapa. Tulieni mtaratibu huo wafuateni, hawa machinga wenyewe wafuateni, hawa ambao wanataka bidhaa zije hapa waingie hapa, tutaweza kujenga uaminifu wetu kwa wananchi wetu, namna ya kuwatumikia. Hata hivyo, waziri mkuu amewataka wananchi wa wilaya Nzega kwenda sambamba na ukuaji wa wilaya hiyo unaokwenda kufungua malango ya kiuchumi kwa wananchi wa maeneo hayo. Ujumbe wangu wa msingi, Nzega inapanuka inakuwa kubwa, na miji hii inapopanuka shughuli zake pia nao zinapanuka. Mara Nzega, lazima mjitambue kwamba mko kwenye mji ambao sasa ni mahali pa makutano ya barabara zote muhimu. Ukitoka Dar es Salaam lazima utafika Nzega, ukitoka Burundi hapo utafika ukitoka Rwanda utafika Nzega, ukitoka Kongo utafika hapa, utatoka Uganda kukatiza ziwa Victoria utafika Nzega na ukitokea Kigoma, ukitokea nchi za huko utafika hapa Nzega oyee. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Tabora, mkuu wa wilaya Sikonge Konde Magembe amesema wananchi wanapaswa kuendana na kasi hiyo, kwani mkoa wa Tabora umepokea fedha nyingi kutoka serikalini kwa ajili ya utekelezaji wa miradi. Fedha ambazo tumeshaletewa katika mkoa wetu kwa ajili ya maendeleo ni mabilioni ya kutosha, Mheshimiwa Waziri Mkuu, yeah! na kwa sababu hapa tulipo kuna Wanyamwezi na Wasukuma, wao wanaita sio mabilioni, wanasema mashitabarwa. <laughs> Mashitabarwa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, maana yake ni fedha zisizohesabika zimeingia katika mkoa huu kuja kutekeleza maendeleo katika mkoa wetu ni mwendelezo wa ziara ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa katika wilaya hii ya Nzega hapa mkoani Tabora, ambapo kimsingi ziara ya Mheshimiwa Waziri Mkuu imeanza na uzinduzi wa kituo kikuu cha mabasi katika halmashauri ya mji wa Nzega kwa lengo la kuongeza ufanisi katika huduma za usafirishaji na kurahisisha aa, huduma za usafirishaji kwa wananchi wa wilaya hii ya Nzega, lakini hata wale ambao wanapita kutoka mikoa wa mingine ambayo inapakana na wilaya hii ya Nzega. Hii ni ripoti ya binamu Mungwana Hussein Mshenga na hii ni Clouds TV.